au tupe askari ambayo itatufungulia milango ya riziki yaani, tutaepukana na udarueshi. <laughs> Kuna watu wanataka dua eh, Allah awafungulie milango ya riziki lakini pia waepukane na udarueshi inshallah. Mimi nitakupa nyiradi mbili hizi, kazifanyie kazi. Wallahi wa billahi wa talla utakuja kunikumbuka mimi, nazitumia mimi nina askari nyingi ambazo nazitumia, lakini mbili hizi, nenda kazifanyie kazi. Utaonekana na udarueshi, utaonekana na na, na, na hali mbaya, utaonekana na umaskini, njaa utakuwa huna, kwa sababu ukidumu na nyuradi kama hizi, mimi mwenyewe nimeshazitumia na ninaendelea kuzitumia, na alhamdulillah, mambo yanaenda vizuri mpaka sasa hivi. Usiku wakati watu wamelala, nakupa neno kafani, inshallah, amka usiku usiku wa saa saba saa nane au saa tisa watu wakiwa wamelala. Pale ukishamka tia udhu wako vizuri, kama udhu wako kwenda kuswali, kisha swali rakaa zako mbili. Ukimaliza kusali rakaa zako mbili pale usiku, soma assalatu ala nabi salallahu alaihi wasallam. Swala za Mtume ziko nyingi sana, lakini chukua hii ya shortcut ambayo inafungua, ina milango ya rizqi. Nitakupa mbili, ya kwanza soma hii, allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasahbihi wa sallam. Narudia tena, allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa alihi wasahbihi wa sallam. Narudia tena Allahumma salli ala Sayidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Hii ipige mara 1440. Swala ya Mtume hiyo ipige mara 1440 kikao kimoja wakati wa usiku. Ukitaka upate maisha shortcut, yani faster faster, ile upige ipige mara 1575. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam mara 1440. Ukiwa na hasira na maisha ipige e mara 1575, kikao kimoja. Tena unataka relax taratibu: Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa salam. Unapiga mara 1440. Ukimaliza hiyo, andamana na uradi huu ya Allahu biha ya Allahu biha ya Allahu bihusnil khatima, ipige mara mia. Ya Allahu biha ya Allahu biha ya Allahu bihusnil khatima, ipige mara mia. Ya Allahu biha ya Allahu biha ya Allahu bihusnil khatima, ipige mara mia. Kwa kule ukipiga mara elfu moja mia nne na arobaini na iyapa ukipiga mara mia kwa jumla inakuwa iapa, idadi, idadi utakayopata wewe sawa. So, elfu moja mia nne na arobaini na hii ukipiga mara mia inakuwa elfu moja mia tano na arobaini Ipige sala la mtu, anza leo, utaepukana na udarwishi. Hakuna udarwishi tena, sijui z kesho nitakula nini. Hakuna Njaa zitaondoka, umaskini utaondoka, ufukara utaondoka. Wa yarzuquhu min haythu la yahtasib, Allah subhanahu wa ta'ala atakupa riziki sema, ambayo utoitarajia kwa inshallah. Fanya hivyo kwanza, leo anza, fanya kwa muda wa mwezi mzima, fululiza kila siku. Ukimaliza kufanya hivyo swala, so mtume mara 1440 ukimaliza kusoma dua hiyo ya Allahu biha ya Allahu biha ya Allahu bihusnul khatima mara mia kisha peleka maombi yako, chomeka dua zako, ombea Rabbi. Mimi bwege tu, mwambie sasa, ya Rabbi, mimi kwa kwa wewe bwege tu, nipe basi. Allah alisema ud'uni astajib lakum, niombeni nitakupeni. Sasa kwa nini wewe unamwomba Allah sikupe? Allah si mchoyo, Allah nakupa. Ombea Rabbi, mimi nimekuja kwako, naomba unifanyie pesa katika riziki. Antal ghani wa nahnu alfuqara. Hey, dua kama hizo ni nzuri sana kwa kumuomba Mwenyezi Mungu akufungulie milango ya heri na milango ya riziki. Antal ghaniyu wa nahnu alfuqara. Ya Rabbi, wewe ni tajiri, sisi ni mafukara, tunaomba kwako ya Rabbi. Tumeka dua zako. Kwa ukisha msalia mtume kwa idadi hiyo nilokupa na ukisha soma uradi huo wapide kwa idadi hiyo nilokupa, kisha peleka dua zako wa Allah wakati wa usiku watu wamelala. Wallahi wa billahi wa tallah. Utakuja kuona maajabu ya as-salatu ala nabi na maajabu ya hii askari niliokupa. Mwenyezi Mungu atufanyiwe pesi inshallah. Na wale watu ambao hawajajiunga na grupu langu la WhatsApp, basi wajiunge na grupu langu la WhatsApp ili upate faida kubwa kama hizi kwa uwezo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.